Lazima vizingatiwe. Najua kuna watu wanapima, sio? Yeah. Mshauri mka, mshauri wenu iko wapi? Wewe ndiye mshauri, wewe ndio unapima. Ishapeleka hizi materia, zinazipeleka maabara, zima majibu yanatoka, antoka na lini? Majibu yashatoka umepeleka, mhm Majibu yametoka. Haya mashimo mnapima, ndio mashimo? uh -huh. yana kujua uh, na unapima uh -huh. kuna alama tunaweka hapo uh -huh. hapo ile ile na nnakushail. Kwa hiyo haya 14 umeshapima? Ndio, wakati wanamwaga jana tulikuwepo. Eh, na leo wanamwaga. Tupo ndio. Sawa, kila shimo analomwaga kuna mark ambayo ipo pale. Sawa, simamia. Ndio. simamia ubora. Ndio. Tunaelewana eh? mm -hmm. Yaani usicompromise. Mtu yani sihakikisha viwango vinavyotakiwa vinawekwa. Tusipate shida kwenye majengo haya. Maana kesho watasema tulikuwa na haraka. Hatuna haraka. Haraka inayokwenda inakwenda pamoja na standards. Sawa? mm -hmm. Nyie msitoke site. mm -hmm. Kila wanachokifanya pimeni. mm -hmm. Nimesafuta mitambo Kalete watu, nataka, nikija hapa kesho, haye mashimo yamekamilika. Work day and night, nataka kuona umefunga taa. Sawa? Fungeni taa, hela ya serikali mnayo. Yaani mimi nikija hapa leo saa mbili usiku nikute watu wanafanya kazi na nikute mixer zile ziko zaidi ya moja. Tunaelewana? Yaani zile nikute ziko zaidi ya moja, nikute watu hapa wanafanya kazi mpaka kesho asubuhi. Tunaelewana? Wewe ni injinia ilisema, nataka kuona wenye mradi.